Ataweka kichwa yake wapi time ikifika sasa ya kuenda nyumbani, ndugu yangu eh? Kuenda anaenda juu ground ndiye mbaya. Ground ni mbaya, na niko na swali moja tu. Ruto kitu na mdanganya ati akienda Nyanza, watu wanajaa, watu wanakuja, wanaandika mabango tutam, tutam. Hiyo hey, ni kawaida baba. Ujui ujui, wanakula tu pesa yako, umejua the same round. Hata wajaka wamechanuka. Wanatula, wamejua kukula saa hii na nakula, wanaangalia mara mbili, umefanya nini? Sasa ndio nataka kusema hivi, saa hii ukienda soko, saa hii ukienda soko, pata mtu ana, anauza mbuzi ama anauza kondoo na mwingine anauza lion Amekuja na lion kwa soko na wengine amekuja na kondoo katikati kati ya watu, bali gani watu wataja mali? Watu wanauza lion because anasema na huu lion nani amekuja naye hapa ndani, unaona, point A anauza kondoo na point B mtu anauza lion, mali gani watu wataja? Ni lion, because watu wanasema kwanza, huyu ni mchawi au kamzu. Watu wa Gema wamekubali mtu amekuja na hiki kitu paka hapa? Unaona? na utauawa sasa ukiona wale watu wanaenda kuo, kusikia vindu Ruta anasema na <laughs> Ruta anauza lion na watu wanunua lion, wanunua kwao lion, na watu wanunua kwao. Ruta anauza lion na watu wanunua kwao nao mahali. Unaona watu wanauza kondoo, watu wanunua kondoo, na watu wanunua kwao, it means utaenda nyumbani na hiyo lion yake yote <laughs> nataka kumwambia watu hivi wanasema Ati Rigathi Gachagua, Rigathi Gachagua atasimama, ndugu yangu, Rigathi Gachagua ni coach. Na nilisikia sijana Ken anasema ati Rigathi Gachagua ana numbers, leta election kesho ndio ujue Rigathi Gachagua ana numbers na ndiye aliweka kabisa, bila yeye Ruto angekuwa president ndugu yangu ah, wa Kongo, bila eh, eh, wa Kongo unasema? <laughs> hata weye mwenyewe anasema wa Kongo na kura yake ilikunywa maji <laughs> hakupata <Haya> kitu. <laughs> anajua kuweka, na vili ujui kuweka, hata kuweka in future uta utaweka. <laughs> <laughs> vili ulifail bado utaenda kufail. <laughs> na ukiona you cannot defeat them. Do what? Join, yeah, them man. Sasa man, mimi nimejoin, no,

Oda, umejua the more songa naongea, alafu munampika kelele. Sasa sasa nitoke nitoke hapa, anasahau. Sasa nitoke Mr. Speaker, asante sana kwangu niake nasema hivi Mr. Speaker. Sisi tumejipanga na tuko redi, nataka kumwanea wa vijana hivi this month tarehe ishirini na saba ama tarehe ishirini na sita watu wanaanza kuchukua

Duuyangu hakuna noma, duu yangu nataka kumwambia watu hivi. Umejua mimi nikidisaide kuongea naongea because pale mbele kama Raila Mulodinga ni amesema jua ground ni mbaya, na we unajua wapi? Raila Mulodinga ni amesema jua tutamakuna amerudi kuwangu. kabisa, ndugu yangu, ongeeni kama bado uko nafasi ya kukula majani, yeah. Kula hey. Kitu umekula si unahesabu, na ni one time siku zote na ni chama ni hiyo is... ni chama inakuja Mariana, kwa ground Mariana, na ikuja kwa ground tutafanya hivyo sawa. <laughs> Yeah. Nataka kumwambia watu hivi alafu nimalize mtu <laughs> akuje nikimalizia. Nasema hivi ni uone Raila muludinga anasema ati ati watatoa candidate. Sasa jana uliona huko Mombasa Raila alikuwa tu na wale wanawake ndio walikuwa pale au kuona Babu Wino au kuona Sefuna au kuona Usosi, na ukaona ule moja anapiganga kidogo kidogokidogo, ukaona moja anapiga nduru hapa, kutoka Suna East hapa huyo Junet. Sasa zile vichwa zote walikuwa pale. Unaweza kombia na kichwa ya Babu Wino, unaweza mtu mmoja ya kombia Sefuna, unaweza kombia ya na Usosi.